Roho Mtakatifu ni ahadi ya Baba ngayadi, kwa waamini wote. Kama Mungu ameahidi kwamba maji ya bahari haitavuka mipaka yake, hii ni Roho Mtakatifu anashika kutupatia ili, ili, e ili. Kwa nini mpaka sasa hivi wewe hujapokea Roho Mtakatifu? Tena challenge nikupe, changamoto: kwa nini mpaka sasa hivi hujapokea Roho Mtakatifu? Mungu hajakuahidi wewe? Ni muamini

Yeye ndiye wakati huo anatengenezea nyusi zake. Yeye ndiye wakati huo anaweka mkanda mzuri. Yeye ndiye wakati huo anakumbuka nikitoka hapa ile, ile ile ile kikao kile atakumaliza vizuri nikitoka hapa. Yaani hajui kwamba hao wacha wajinga hao waendelee na mambo yao Rota